Mapato kwa serikali kutokana na mradi huu kutokana na vyanzo mbalimbali, hadi sasa zaidi ya bilioni sabini, bilioni sabini mapato ya serikali hadi sasa, na wala mradi haujaisha. Ukiisha tunafikiri mradi huu utaingiza kwenye uchumi kama trilioni mbili utakapokuwa umekamilika mpaka mwisho wake. E, halmashauri hapa za Tanga peke yake wamepata bilioni mbili kutoka kodi na tozo mbalimbali mbali. Bilioni mbili kwa uh, mkoa wa Tanga peke yake, ajira 9194 eh, katika mradi mzima, asilimia 75 ya ajira hizo ni za Watanzania kwa ujumla katika kutekeleza mradi tumefikia hadi tunavyozungumza leo asilimia sabini na mbili ya ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, na tunawashukuru sana uh, shareholders ikiwa ni pamoja na TPDC ambao leo tumepata bahati ya kutembelewa nao wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi uh, Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue kwa ushirikiano waliotoa kwa kampuni iko pamoja na wa partners wengine walioko katika mradi ambao ni kampuni ya Total Energy ambayo ina miliki asilimia sitini na mbili ya hisa, pia serikali ya Uganda kupitia kampuni ya mafuta ya Uganda ambayo ina miliki asilimia kumi na tano na TPDC ambao wapo leo hapa na sisi ambao nao wamiliki hisa kwa asilimia 15 asilimia nane za hisa hizo zinamilikiwa na serikali ya China kupitia kampuni ya mafuta ya China. Kwa upande wa hapa DOCG, kama alivyoeleza wenzangu kwamba idadi ya wafanyakazi ambao tuko nayo mpaka hapa sasa hivi kwa maana ya POB ni takribani watu 1500 na katika katika watu 1500 1200 ni Watanzania, zaidi ya 1200 ni Watanzania, na katika hao 1200 wa Watanzania, zaidi ya wafanyakazi 400 wanatoka katika mitaa yetu kwa sababu kwenye swala la ajira tuna makundi kama matatu ya ajira. Tuna ajira ambazo tunasema ni unskilled au zile ajira za wasaidizi ambazo hazihitaji ujuzi. Uh, sheria mradi inatutaka tuchukue watu katika eneo hili na tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa hiyo tuna wafanyakazi zaidi ya 400 wanatoka katika mitaa minne ya Chongoleani, kwa maana ya Ndaoya, Putini, Mpirani na Chongoleani yenyewe. Lakini pia kwa mkandarasi mwingine wa jeti ana wafanyakazi zaidi ya 75 kati yao 30 wamefundishwa kwa maana ni wale semen au tunaita mabaharia, wamefundishwa kwenye chuo cha DMI Dar es Salaam Institute Marine Institute, na wao wanafanya kazi pale baharini. Lakini pia pia, ukienda kwenye taya ya pili, tuna sheria yetu ya mradi inatutaka pia tuajiri, kipaumbele tunatoa kwa wakazi wa Tanga. Kwa hiyo katika idadi hii pia tuna zaidi ya wafanyakazi 500 ambao wanatoka katika makundi haya ya tunasema ni semi skilled kwa maana ya carpenter, mason na wasaidizi wengine mbalimbali -mbali. Lakini